Kama izunguki. Izunguki ya CD. Si Hadi unapaswa hiyo kiana pia hii ende, hiyo yedi. Ah. Uh, uh, eh. Ona ile shit. Ona shit iko wapi? Eh. No shit no iko hapa. Wapi? Hii. Hii shit hapa. Eh. Iko shida gani? Sasa ni ni break. No yeah. See, break ndio shinda. Ona hii kitu hii. Hii ndio break hii. Yo singe unbox. Ah, hii ni break. Sasa brake yake ile iko na shida. Tu unavaa ukizungusha hivi ni nini? Ishike. Lakini fundi, nikuulize. Kwani brake kazi yake ni gani? Eh. Sasa kazi ya brake ni hii. Ona venye anaendesha na nguvu sana. Kwani anafanya hivi usisosee. Eh. Eh, hiyo hiyo, hiyo. Kwa mingi hiyo. Sasa unavaa ukishika brake hivi unasimama.

Sasa kwa kwa ndio vitu. Ndio zikuja ni kuangaa, si ndio? Lakini wazi nitoa kitu fundi. Yeah, so. Yeah. Ah. So, okay. Eh, bana hakuna kutoa kitu hapo. Kitu kwa zao. Mm. Sawa, wacha nipeleke huko basi. Sawa, lakini wewe fundi, wewe hakuna kitu unajua. Hadi wewe ukiniambia hujui kitu, hujui kitu wewe. Hakuna kitu unajua. Wewe ni ng'ombe, kazi gani? Mimi nimeenda. Sawa. Mm.